Sisi benki ya NMB tumefanya mashirikiano na Mbogo Ranches, kampuni ya kitanzania ya Watanzania ambayo inajishughulisha na swala la ufugaji ulio bora, kuandaa maonyesho makubwa kwa mara ya kwanza kufanyika nchini Tanzania ambayo yatahusisha nchi tatu kwa maana ya nchi ya Tanzania kama wenyeji, nchi ya Kenya na Namibia katika maonyesho ya mifugo yatakayofanyika mwezi Juni pale Ubena daula wilaya ya Bagamoyo. Nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi kwamba Benki ya NMB kwa mashirikiano na Mbogo Ranches kumekuwa ndio wadhamini wakuu wa maonyesho haya. Maonyesho hayo yanaangazia, yana maudhui makuu matatu: ushirikiano wa kikanda, tuendelee kuimarisha mahusiano ambayo tunayo na majirani zetu, kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu kwenye kuimarisha uhusiano hasa na nchi zetu za za SADC ambapo Tanzania ndio kupitia mheshimiwa rais wetu ndio kiongozi wa, wa mataifa ya, ya Southern Africa Development Countries. Lakini pia tunataka tuoneshe uongozi wa sekta binafsi. Tunataka tuoneshe uwezo sekta binafsi inapokuwa inaamua kubeba jambo na inaamua kulisukuma gurudumu la maendeleo kwenda mbele na inaposhirikiana kwa pamoja, tunataka tuoneshe nini linachoweza kuwezekana. Sio wabia wa maendeleo tu au mashirika wanayeweza kufanya hivi vitu na jambo la tatu tunataka pia tujitambe na tuoneshe uwezo wa kiwa taifa letu, taifa letu ni kubwa, taifa letu lina amani, lina watu wema, lina mazingira mazuri ya biashara, kwa hiyo tunataka tujitambe na tuioneshe hiyo kuhusu Tanzania yetu. Kwa kila mmoja naamini atakayekuja ni balozi wa hilo jambo. Hilo nadhani tusilibebe sisi kama waandalizi, hilo tulibebe wote. Kwa nini tulete wawekezaji? Kwa nini tunaonesha mazingira yetu ni na mazuri kwa uwekezaji? Hayo ndio malengo makubwa kwetu.